Ndugu zangu leo tunapokutana hapa, tumekutana katika jambo hili muhimu lilio kwa chini ya kauli mbiu ya kujenga kesho salama, kutetea uhalisia kwa, kwa uongozi thabiti. Kauli mbiu hii inatupelekea kwamba jinsi gani tutalinda taifa letu na hasa kupata bidhaa zilizokuwa salama kwa waraji na kwa taifa letu. Nishukuru sana ndugu yangu Mlisho Mpoto katika tenzi zake za usanii kupitia bendi yake ya Mlisho Bendi imeweza kutupitisha katika suala zima la kuzingatia sheria na hasa kuzingatia kupata bidhaa zilizokuwa bora. Leo naomba nishukuru. Kabla sijafika hapa, niliweza kupita katika maonyesho yetu kuona bidhaa ambazo zimekuwa displayed, lakini bidhaa hizo zikiwa katika kategori zile ambazo za uhalisia, lakini zile ambazo zimekopiwa nje ya utaratibu. Tumeona jinsi gani bidhaa hizo zinaweza zikasaidia au zikachangia zikiwa bora kuchangia uchumi, kuchangia ajira, lakini pale zinapokuwa feki zinaweza zikahatarisha swala zima la uchumi wa nchi, lakini athari kwa mtu mmoja mmoja. Ndugu zangu, leo tunapokuwa hapa ni jambo kubwa kutafakari leo hii. Ndio maana nimetoa maelekezo mazito, na hasa kwa taasisi yetu ya FCC kwa TBS na WMA ya kuhakikisha kwamba compliance ya bidhaa zifuate utaratibu wa kisheria tumekuwa na changamoto katika wakati mbalimbali na hasa swala zima la bidhaa zetu ambazo zingine zinakuwa feki. Kwa mfano bidhaa aina ya nondo, nondo ambayo inatumika kutengenezea majengo yetu, kutengenezea miundo miundombinu ya aina mbalimbali, madaraja, majengo makubwa. Na hivi karibuni tulikuwa na mradi mkubwa wa bwawa la Nyerere. Maanake katika ujenzi wa miundo miundombinu kama hii inapotengenezwa na bidhaa zilizokuwa feki, zina zinahatarisha uchumi wa nchi zinahatarisha hata uhai wa raia. Lakini tumeshuhudia wakati mwingine majengo yanaporomoka katika maeneo mbalimbali, na hasa kutokana na changamoto, licha ya sengine wakati mwingine kanarasi mtaalamu ameshindwa kutengeneza vizuri, kuchangia kufuata formula ya BOQ ilivyoeleza, lakini inawezekana ikachangiwa zaidi na bidhaa kuwa feki na mwisho wa siku inasababisha majengo kuporomoka, na hili inaleta athari kubwa ya kiuchumi, vifo na majanga mengine. Tunashuhudia wakati mwingine bidhaa zinapokuwa feki, kwa mfano bidhaa zile ambazo zinazuliwa na mwanadamu zinazosababisha matatizo mengi ikiwepo matatizo mbalimbali ikiwepo kansa na matatizo mengine ya ngozi, mfano bidhaa za sabuni na zinginezo zile ambazo zimeshindwa kufuata utaratibu wa ubora unaokusudiwa, madhara yake yanakuwa makubwa katika jamii bidhaa aina ya bati, tumeshuhudia wakati mwingine watu wakinunua bati, baada ya mwaka mmoja, bati ya kijani imebadilika imekuwa bati nyeupe, bati ya blue imebadilika imepoteza ubora wake wa rangi. Watu wametengeneza vitu feki na kuviingiza sokoni. Hii ina madhara makubwa sana katika uchumi wa nchi.